Kongasis hoye. Kongasis hoye. Gilgil hoye. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hewani jameni nione watu wa Kongasis na Gilgil na Nakuru. Basi, leo mimi nimefika hapa Nakuru, nimekuwa hapa tangu juzi. Sawa sawa na nimekuja hii Nakuru kwa sababu ya shughuli ya mambo ya maendeleo. Nilikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, tunapanga maendeleo ya Nakuru kaunti, sindiyo jameni? Kwa sababu tunataka usawa, tunataka kila sehemu ya Kenya tuambatanani, tuambatanishe na sehemu zile zingine zote za taifa letu la Kenya. Nakuru tumekubaliana na tume ndio yes. Sababu hiyo huyu mrembo wenu Madha Wangare amesema leo tufike hapa Kong'asis. Niko na maneno machache ambayo ningependa kusema. Kwanza ni hii barabara yenu, mulituuliza ya kwamba tujenge hii barabara kwa sababu nyinyi ni wakulima, nyinyi ni wafanyabiashara na mnataka barabara ndio iwasaidie mazao yenu ifike sokoni, mwendeshe kilimo, mutalishe uchumi ndio sehemu hii iinuke. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa. Hii barabara yenu sasa naambiwa ya kwamba hati nyinyi mmesema Ati tumewapatia barabara kinyasa. <laughs> Ati sasa tubadilishe kinyasa iwe longi eh? <laughs> munasema sasa hii barabara iende mpaka Elementaita, sindio? Ndio ikae smart, hiyo ingine ni kinyasa. Nimekubali. Sasa, waziri Waziri Davis Chirchir yuko hapa. Sasa, in the next one month, tangaza kandarasi ya kuendesha hii barabara kutoka hapa mpaka Elementaita. Na hii ingine nimemwambia huyu contractor ambaye yuko hapa, hii barabara sasa tunataka itembee kwa kasi mpaka ifike kule Kiptangwanyi na iende mpaka Tangi Tano mpaka ifike Kanaan sindio? Na nimemwambia kabla ya next year mimi nataka hii barabara iwe imekamilika, sindio? Ndio hawa watu wafanye biashara, waendeshe mambo yao, wazalishe uchumi, watusaidie kilimo, tufukuze njaa, ndio Kenya iweze kuinuka. Tumekubaliana jameni? So hii barabara tutengeneze vilevile. Mimi naenda leo kuanzisha tena barabara kutoka Kungoni kuja Kasarani, alafu tutaunganisha mpaka iende ishikane Tangi Tano kupitia upande ile mwingine hii yeah, mnanielewa yeah. na barabara zingine nyingi, mimi nilikuwa juzi kule Kuresoi, nilikuwa eh, juzi pia kule Molo, na tumekubaliana barabara za Nakuru kilomita mia mbili thelathini mpya ya lami tunatengeneza hii, na Nakuru na, na Nakuru kaunti tuko pamoja mimi niliwaambia mnipatie nafasi kidogo ninyoroshe uchumi. Najua uchumi ilikuwa imekwama, madeni ilikuwa imerundikana, tulikuwa na matatizo mengi. So kwa miaka mitatu nimenyorosha uchumi, sasa pesa imepatikana, tutajenga hizi barabara zenu. Tumekubaliana jameni, tumekubaliana. So hiyo barabara mimi nimesema kilomita mia tatu mia mbili thelathini ya Nakuru tuko naye kwa budget 2.7 billion this year, na tunataka tuhakikisha ya kwamba tunafungua Nakuru kwa mabarabara vile tunafanya katika sehemu zingine za Kenya. Pia mimi nataka niwaambie nyinyi mkiwa watu wa Gilgil, munajua saa zingine hii barabara kubwa ya kwenda Nairobi inaleta msongamano mkubwa sana, si ndivyo? Mpaka watu wanalala hapa Naivasha, wengine wanalala barabarani. Sasa mimi niliwaeleza hiyo barabara ni leni mbili, lakini hiyo leni mbili haitoshi. Sasa tutatengeneza iwe leni sita. Ala, ile leni sita barabara mnaonanga Ulaya sasa itakuwa hapa Gilgil hapa kwenu. Ama mnatakaje? Kwani mnafikiri ile ya Ulaya haikutengenezwa na binadamu? Si ilitengenezwa na binadamu kama wale watu wa Ulaya walitengeneza, nani alisema sisi Kenya hatuwezi? Yeah. Sisi tutatengeneza. Yeah. na tunaanza next month hii mwezi wa kumi na moja, mimi nakuja kuanzisha ujenzi wa hiyo barabara kutoka kule Rironi mpaka Mau Summit, alafu nimesema ikifika Mau Summit tunataka branch ingine iende Kericho iende eh, Kisumu, ingine iende branch ya Eldoret iende mpaka Malaba kule Western Kenya ndio tufungue nchi yetu, usafiri ikuwe rahisi, tufanye biashara, tuinue uchumi, tufukuze umaskini, Kenya iinuke, ama mnasemaje? ndugu zangu, watu wa eh, Kongasis, tumekubaliana. Tumekubaliana vilevile. Leo asubuhi nimekuwa na waziri wa mambo ya kawi ama stima. Tunajua sehemu hii yenu kuna watu wengi hawajapata stima, si ni kweli? na tumetoa pesa ya serikali 2.6 billion for now, manyumba elfu ishirini na mbili tuunganishe stima. Na mimi nataka huyu mrembo wenu madha apangane na waziri wangu, ndio tujue sehemu gani bado iko giza, tupeleke stima, tuongeze mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani yahame, ama namna gani? Si mnajua mahali iko giza, shetani anapenda kukaa hapo kwa giza. Si tuweke mataa, yeah. Tuweke mwangaza, yeah. Ndio shetani hawaje kusumbua sisi, yeah. Ama mnasemaje, yeah. Si namna hiyo, yeah. Jambo la ine ambayo nimekuja hapa leo, mimi najua hapa Nakuru juzi tumeanza kupatiana title deeds ya mashamba. Leo mimi naenda kupatiana title deeds ya watu wa Kiptangwanyi. Mimi najua nyinyi watu wa Oljerai mnangojea title deeds zenu, yeah. Kweli ama si kweli? Mnanielewa? Mimi najua tumekuwa na shida kidogo hapo ya watu wa Limuru, watu wa sehemu hiyo, na maana hiyo, na maana hiyo, lakini sasa tumekubaliana, wale watu tutawatafutia pesa, alafu nyinyi tuwapatie mashamba ambayo mko nayo, na tumepangana na nyinyi. Hatunataka wananchi waishi hapa kwa amani. Tumekubaliana jameni, lakini hata nyinyi mjipange vizuri azingine muna nisukuma sana, mnaenda mnagawa shamba ya watu, mnaenda mnafanya, mnaletea taabu mingi, ama namna gani jameni? Na namna hiyo. Kwa hivyo sisi pia tuwe na taratibu, ndio tuweze kupangana, kwa sababu sehemu hii yenu ni sehemu iko na rutuba. Tunataka muzalishe chakula, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Mnajua tumepunguza gharama ya mbolea, kwa sababu njia ya kuondoa njaa Kenya ni kusaidia mkulima azalisha chakula, si ni kweli? Na nyinyi ni wakulima wa bidii. Mimi nataka niwahakikishie, tutashirikiana na nyinyi, tutasaidiana na nyinyi, tuendelee mbele pamoja. Si ndio jameni, si namna hiyo? Kwa hivyo watu wa Oljorai, mungoje kidogo tu, nitarudi hapa na title deed zenu. Tumekubaliana haya. Mimi ninajua ya kwamba tunajenga soko huko Kiptangwani, na nyinyi tena munasema munataka soko hapa kwenu <laughs> Sasa mii nataka niwaulize watu wa Nakuru, si ndio? Yaani soko ile tunatengeneza Nakuru ni soko ishirini na tano, tumetumia pesa shilingi bilioni tatu ya serikali. Mi nataka niwaulize swali, ile serikali ingine ilijenga soko ngapi hapa Nakuru? iko soko wamejenga? Sasa mbona mnanisukuma sana, ama niongeze hii yenu ikuwe 26. Ay, ay, ay, ay, ay. Sasa mara barabara ni kinyasa mara sijui soko imefanya namna gani, so nijenge soko nijenge soko nijenge soko yeah. Basi nitajenga soko <laughs> sawa sawa, lakini mi naona ni kama huyu madha Wangare ndiye amewachochea hii maneno ya soko eh? <laughs> Lakini hata na hivyo tutajenga soko hapa. Muko na mahali ya kujenga, soko iko wapi? Hapa nyuma yeah. Hey, na nyinyi munajua geography hapa sana eh? Hapa nyuma iko mahali ya soko aya, hiyo soko mnipatie wiki mbili, nitatangaza kandarasi ya kujenga soko hiyo yenu. Hey, na muko na network, mimi naona network yenu iko juu sana eh? muko juu sana sawa sawa. Ndio mimi nataka nikubaliane na nyinyi, mimi vilevile vile nataka niwaeleze watu wa hapa Kongasis, watu wa Gilgil tunataka pia watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma tumeajiri waalimu elfu mia moja kufikia januari tunajenga madarasa elfu ishirini na tatu tunajenga ile mahabara ama laboratories elfu moja na mia sita kwa sababu tunataka kila mtoto wa kenya apate nafasi ya kusoma mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa eh, kongasis watu wa gilgil ni makosa makubwa kama tutakuwa na watoto ambao hawapati nafasi ya kwenda shuleni. Mimi nataka kila mzazi ujue ya kwamba tunatumia pesa nyingi ya serikali, na elimu ni muhimu kwa sababu inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata nini? Elimu. Tumeelewana jameni? Kwa hivyo tushirikiane namna hiyo. Ya mwisho, mimi nataka kila mmoja wetu ajiandikishe kwa sha kila mmoja, sikizeni. Zamani mtu anaenda, anakuwa mgonjwa, bili nakuja pesa nyingi, anauza mifugo, anauza shamba, anaingia kwa umaskini. Na mimi nataka niwaeleze pale nyuma, mambo ya NHIF ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi na wako na uwezo, lakini tumebadilisha tukasema, afya ni haki ya kila Mkenya hata kama hana kazi hata kama hana uwezo kila mkenya tumshughulikie. Mimi nataka niwaulize kila mmoja wetu ajiandikishe kwa SHA. Hapa Nakuru watu elfu mia tisa sitini wamejiandikisha kwa SHA, bado kuna watu milioni moja wanangoja sijui nini. Watu wanakuru hapa, nyinyi mumejiandikisha kwa SHA ama mnaniangalia tu kwa macho? Mmejiandikisha? Hebu yeah. nione wala wanasema wamejiandikisha yeah. Hey, ala kumbe mko chonjo kiasi hiyo yeah. Yeah. Sasa mwambie huyo mtu hajajiandikisha hapo anangoja nani? Yesu anaweza kurudi hivi karibuni, wewe kabla hujajiandikisha kwa sha alafu utabaki nyuma ama namna gani? Yeah. utashirikiana namna hiyo yeah, ndio tuweze kushughulikia matibabu ya wakenya wote hapa na Kuru County peke yake. In the last one year, tumetumana shilingi bilioni tatu kwa wale watu ambao wameenda hospitali hapa na Kuru County. We have used 3 billion shillings in Nakuru County to pay for those who have gone to hospital in Nakuru County. Na tunataka tuendelee namna hiyo mpaka tufikie kila mwananchi. Kwa hivyo asante sana. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Unajua saa hizi maneno ile iko hapa ni ile kazi mulitupatia. Si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua governor? Si mnachagua rais? Na si kila mtu ako na kazi? Ama na nyinyi si ndio waalimu? Si mtiani iko 2027? Si kila mtu atapimwa na ile kazi amefanya? Kama mtu hakuna kazi amefanya, ni kumangamanga kwa barabara na maneno ya upuzi, oh, sijui nini, sijui nini, sijui nini, si hao wa watu tutawanyorosha mapema na asubuhi? Ama mnasemaje? Ama watu wa Kongasisi? Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo, bado niko na shughuli mingi hii barabara. Nilisema lazima nifike hapa, kwa sababu nilisikia sauti yenu kwa mbali, nikasikia kuna watu wameita barabara Kinyasa mahali fulani, nikasema lazima nikuje <laughs> nikasema lazima nikuje eh. Pia huyu mrembo wenu ameniambia kuna shule inaitwa kongasis hapa, si ndio? Oljorai Oljorai ndio? Ameniambia inahitajika bas pale. Kwa hivyo wewe mrembo, Mheshimiwa Wangari, nitakupatia shilingi milioni tano, uongeze hiyo ingine ununue bas upeleke kwa shule sindio? Na hiyo bas pia itawasaidia hapa eh? Iko manane ya hospitali <laughs> Hii maneno ya hospitali mnasema hospitali tu, tuweke dawa. Dawa ndio shida, dawa ndiyo shida ya hospitali. Basi mimi na huyu Susan tutapangana ma maneno ya dawa ya hospitali. Mimi nimemwambia Susan tunataka tu ikifika Disemba Januari hapa iwe na dawa usiku na mchana, Monday mpaka Monday ingio, ingine tumekubaliana.